Asubuhi mpya ni zawadi na maneno ya Zaburi ni mwongozo wa kuanza siku ukiwa na moyo wa amani na shukrani. Kusikiliza Zaburi hizi kabla ya kuanza shughuli zako kunasaidia kuondoa mawazo ya hofu na wasiwasi huku ukikumbuka wema na rehema za Mungu. Unapoanza siku ukiwa na moyo wa shukrani, kila hatua unayochukua inaungwa mkono na amani ya ndani. Pumua kwa utulivu, acha neno la Mungu likujaze nguvu, neema na mtazamo chanya. Zaburi ya 145 E Mungu wangu, Mfalme, nitakutukuza, nitalihimidi jina lako milele na milele. Kila siku nitakuhimidi, nitalisifu jina lako milele na milele. Bwana ndiwe mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Kizazi kwa kizazi kitayasifu matendo yako, kitayatangaza matendo yako makuu. Nitaifikiri fahari ya utukufu wa adhama yako na matendo yako yote ya ajabu watu watayataja matendo yako ya kutisha, nami nitausimulia ukuu wako. Watalihubiri kumbukumbu la wema wako mkuu, wataimba haki yako. Bwana ana fadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira na ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. E Bwana, kazi zako zote nitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Wataunena utukufu wa ufalme wako na kuuhadithia uweza wako, ili kuwajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari ya ufalme wake. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote na mamlaka yako ni ya vizazi vyote. Bwana huwategemeza wote waangukao. Huwainua wote wainamao chini. Macho ya watu wote ya kuelekea wewe. Nawe huwapa chakula chao wakati wake. Waufumbua mkono wako. Wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Bwana huwahifadhi wote wampendao, na wote wasio haki atawaangamiza. Kinywa changu kitazinena sifa za Bwana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 mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa, mwanadamu atanitendea nini? Bwana yuko upande wangu msaidizi wangu, kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote walinizunguka, kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka, naam walinizunguka. Kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki. Walizimika kama moto wa miibani. Kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Ulinisukuma sana ili nianguke. Lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu. Naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Bwana ameniadhibu sana, lakini hakuniacha nife. Nifungulieni malango ya haki nitaingia na kumshukuru Bwana. Lango hili ni la Bwana, wenye haki ndiyo watakaloingia. Nitakushukuru kwa maana umenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, Tutaishangilia na kuifurahia. Ee Bwana, utuokoe, twakusihi. Ee Bwana, utufanikishe, twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumebarikiwa toka nyumbani mwa Bwana. Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Ifungeni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Ndiwe Mungu wangu nami nitakushukuru ndiwe Mungu wangu nami nitakutukuza. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi ya mia moja. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Zaburi ya thelathini Nitakutukuza E Bwana, kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Bwana Mungu wangu, nalikulilia nawe ukaniponya. E Bwana, umetoa roho yangu katika kuzimu, umenihuisha kutoka kwao washukao shimoni. Imbeni zaburi kwa Bwana, enyi watauwa wake, na kuliushukuru jina lake takatifu. Maana hasira yake hudumu kitambo kidogo, katika radhi yake mna uzima. Kulia huingia usiku kucha, asubuhi huja furaha. Nami nilipostarehe nilisema, sitatikisika milele. Ee Bwana, kwa radhi zako umeniweka imara mlimani pangu; ulikapo uso wako nilifadhaika. Nalikulilia wewe Bwana, na kwa Bwana nalisihi. Kuna faida gani katika damu yangu nishukapo shimoni? je udongo utakushukuru? Je, utatangaza kweli yako e Bwana? Usikie, unihurumie; Bwana uwe msaidizi wangu. Umenigeuza maombolezo yangu kuwa shangwe kwangu, umeyavua magunia yangu, umenifunga furaha, ili utukufu wangu nikuimbie, wala usinyamaze. E Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Zaburi ya tano. E Bwana, sikiliza maneno yangu, ufahamu kutafakari kwangu. Sikiliza sauti ya kilio changu, e mfalme wangu na Mungu wangu, maana kwako wewe nitaomba. E Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu, asubuhi nitakuandalia sala yangu, nami nitaangalia. Kwa maana wewe si Mungu apendezwaye na uovu Mwovu hatakaa kwako, wenye kiburi hawatasimama mbele ya macho yako, huwachukia wote wafanyao maovu. Utawaangamiza wasemao uongo; Bwana humchukia mtu wa damu na hila. Lakini mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako, nitaabudu nikilielekea hekalu lako takatifu kwa kicho chako. E Bwana, uniongoze katika haki yako, kwa ajili ya adui zangu; uifanye njia yako iwe nyofu mbele yangu. Maana hapana uaminifu katika vinywa vyao, ndani yao ni uharibifu, koo lao ni kaburi wazi, hufanya ndimi zao laini. Uwatie hatiani, e Mungu; waanguke kwa mashauri yao wenyewe wafukuze kwa wingi wa makosa yao, kwa maana wamekuasi. Wote wa kutegemeao wafurahi, wapige kelele daima kwa furaha, kwa kuwa wawakinga nao, wakupendao jina lako washangilie kwako. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki, e Bwana, utamzunguka kwa radhi kama ngao.